Karibu mpendo wa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku leo, Ijumaa, juma la 29, kipindi cha kawaida mwaka C wa kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya saba aya ya kumi na nane hadi aya ya ishirini na tano na somo la injili linatoka katika injili ilivyoandikwa na Luka sura ya kumi na mbili aya ya hamsini na nne hadi aya ya hamsini na tisa. Karibu tusikilize injili. Somo la injili ilivyoandikwa na Luka. Yesu aliwaambia makutano, pia kila muonapo wingu likizuka pande za magharibi mara husema mvua inakuja, ikawa hivyo na. Kila ivumapo kaskazi, husema kutakuwa na joto, na ndivyo ilivyo. Enyi wanafiki, mwajua kuutambua uso wa nchi na mbingu imekuwaje, basi kuwa hamjui kutambua majira haya? Na mbona ninyi wenyewe kwa nafsi zenu hamwamui yaliyo haki? Maana unapofuatana na mshitaki wako kwenda kwa mwamuzi, hapo njiani, fanya bidii kupatanishwa naye, asije akakuburuta mpaka mbele ya kadhi, yule kadhi akakutia mikononi mwake mwenye kulipiza, na yule mwenye kulipiza akakutupa gerezani, na kuambia hutoki umwe kamwe, hata uishe kulipa senti ya mwisho. Neno la Bwana. Sifa kwako E Kristo. Wapendwa katika Kristo, karibuni tutafakari ujumbe wa neno la Mungu kutoka injili ya Luka sura ya kumi na mbili aya ya hamsini na nne hadi aya ya hamsini na tisa ambapo Kristo leo anaendelea kuzungumza na makutano akitilia mkazo juu ya utambuzi na uelewa wa majira na nyakati. Anaongea na watu ambao tangu nyakati za manabii wa Agano la Kale kama Nabii Isaya hadi Yohane Mbatizaji katika Agano Jipya walisikia habari za ujio wa Masiha atakayewakomboa watu toka utumwa wa dhambi. Masiha huyu ni Kristo mwenyewe. Watu hawa kama tunavyosoma katika sehemu kadhaa za Injili zote nne hawakumpokea Kristo wala kumwelewa na hivi mara kadhaa walitaka ishara, na Kristo aliwaambia akisema, kizazi hiki ni kibaya, kinatafuta ishara wala hakitapewa ishara ila ishara ya Yona. Rejea injili ya ya Luka sura ya 11 aya 29. Tukumbuke kwamba Yona alihubiri habari ya toba kwa watu wote wa Ninawi, na hivi Kuepuka kuangamizwa iliwapasa kutubu. Kristo aliye mkubwa kuliko Yona ameileta habari hii yeye mwenyewe na ndiyo msingi wa mafundisho yake yalengayo kuleta wokovu kwa njia ya toba. Watu wa nyakati zake Kristo hawakuelewa hili kwani hawakujua kusoma alama za nyakati. Watu hawa Kristo anawaita kuwa ni wanafiki kwani waliweza kuelewa majira ya kawaida ya nchi kama joto, mvua na kadhalika, na wasielewe majira ya kinabii ambayo yalimtambulisha Kristo, na wakati ulipotimia alikuja ulimwenguni ili kutimiliza kazi ya wokovu. Mafundisho ya manabii yalikuwa ni msingi imara wa wokovu wao. Hapa Kristo anatukumbusha mimi na wewe kujitafakari. Je, katika maisha yetu ya kila siku tunaweza kusoma alama za nyakati hasa zinazohusu maisha yetu ya kiimani kwa ajili ya wokovu wetu? Katika nyakati zetu tunakumbwa na wimbi la manabii wa uongo, ambao yeye mwenyewe alitutahadharisha juu ya hao manabii akisema, jihadharini na manabii wa uongo, watu wanaowajia wakiwa wamevaa ngozi ya kondoo, walakini kwa ndani ni mbwa mwitu wa kali mtawatambua kwa matendo yao. Rejea Injili ya Mathayo, sura ya saba, haya kumi na tano, hadi kumi na sita. Je, katika nyakati zetu tumetambua uwepo wa wapinga Kristo na kuchukua hatua stahiki ili kuitetea imani yetu. Maswali haya na mengine mengi ambayo tunaweza kujiuliza binafsi yaamshe upya ndani mwetu ari ya kuelewa alama za nyakati na kwa msaada wa Roho Mtakatifu tujaliwe kuwa na nguvu ya kusimamia imani yetu kwa ajili ya wokovu wetu. Wapendwa katika Kristo, Injili ya leo inatukumbusha pia kutafakari juu ya mapatano na maamuzi ya haki. Kristo anatolea mfano wa mtu na mshtaki wake, akielezea kuwa ni muhimu wapatane kabla hawajafika kwa kadhi. Hapa Kristo anatukumbusha juu ya kurekebisha uhusiano wetu na Mungu kwa njia yake kabla hatujafikia mbele ya kiti cha hukumu, ambapo yeye mwenyewe kwa njia ya mateso, kifo na ufufuko wake amemwaga damu yake ili kutupatanisha na Baba wa mbinguni. Mapatano haya ndugu zangu, yafanyike baina ya sisi kwa sisi, mtu na jirani yake. Hili ni himizo kutoka sala ya Baba Yetu. Kristo ametufundisha kusameheana sisi kwa sisi ili makosa yetu yaweze kusamehewa na Baba. Msamaha huu unaotimilika kwa toba ya kweli ndiyo Kristo alitaka watu wa nyakati zake waelewe kama ishara ya ujio wake na msingi wa mafundisho yake. Hivi leo anapotufundisha mimi na wewe, anatutaka tuelewe kuwa katika nyakati zetu tunahitaji kuwa watu wa msamaha na mapatano. Watu wa kufarijiana na kutiana moyo wa matumaini kwa sala, tafakari ya neno la Mungu na maneno yenye faraja na baraka. Hivyo, ndugu zangu katika Kristo, kwa kutilia mkazo Injili ya leo itukumbushe kuelewa majira na nyakati kuhusiana na ujio wa Kristo ili tuweze kujiandaa vyema siku kwa siku tukiwa wafuasi hai na wenye ari na bidii ya maisha ya kidugu yaliyojaa mapendo, huruma na msamaha. Aidha, sisi Wakristo tunahitaji kustawisha maisha halisi ya haki kwa kuwatakia mema watu wote. Msamaha na upatanisho vinapaswa kuwa kipaumbele cha maisha yetu ya kila siku. Hatupaswi kuwa na nafasi maishani mwetu ya kulipiza kisasi au kuwa na tamaa ya kumfanya mtu ateseke kwa ukatili zaidi kuliko sisi. Toba ya kweli na mapatano ni kielelezo cha maisha halisi ya msamaha, amani na mapendo. Tusameheane sisi kwa sisi na kufanya hivi, Baba atatusamehe na tutazidi kupatana na Baba yetu wa mbinguni. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami Injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Fratelikeni Mfungaema wa Shirika la Wamisionari wa Damu Azizi ya Yesu kutoka seminari kuu ya mtakatifu Gaspari del Bufalo Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina!